Kiukweli kuna vitu nimejifunza na kuna vitu pia ni mgeni kama mtu ambaye nimehusika kwenye Mungu alikuwa anataka nitimize lengo lake, lengo lake lapika vita kote huko, amenipitisha nachoshauri wa Tanzania wanataka kujua kwamba uhuru ni muhimu sana. Nashukuru sana, nashukuru kwa Tanzania, kwa serikali, kwa huduma. Asante. Nashukuru pia mama kwa kutoa ile kauli na wameachiwa wengi, lakini mimi zaidi nawashukuru na namshukuru Mwenyezi Mungu, na kwa wale wote waliotoka kule mahabusu, tunawamwomba Mwenyezi Mungu awajalie afya njema na kisaikolojia wawe watulivu, na tuombi hali hiyo okay, itokee tena.